Alhamdulilahi nahmaduhu nusoli ala rasulihi lkarim amabaad. Namshukuru Allah na sote tunahusika kumshukuru Allah subhanahu wa taala ambaye ametukushanyisha katika hadhara hii kubwa ya kufundisha ndoa ya Uislamu. Mwenyezi Mungu azikubali ndoa zetu insha Allah taala azitie baraka ndani yake na ziendelee kuenea kama tulivyoenea wanadamu duniani insha Allah taala. Alhamdulillah, insha Allah, napeleka ujumbe ambao uliotumwa kutoka katika kisiwa cha Pemba, ujumbe wa mwaliko wa ishtimai ya Tanzania nzima. Ishtimai ni ya Tanzania nzima, Tanzania bara pamoja na visiwani. Itafanyika tarehe mbili mwezi wa pili, na nafikiria ni Ijumaa inayofuata. Kwa hiyo sote Waislamu na hata sio Waislamu tunaalikana, kwa sababu Allah taala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liabudun. Jambo la dini ni jambo la kila mwanadamu duniani. Kwa hiyo kinachozungumzwa pale ni masala ya dini, mawaidha ya dini, fikra ya dini, juhudi ya Mtume sallallahu alaihi wa kwa hiyo, Islam, kwa hiyo sote waislamu tuliokuwa hapa na wasokuepo kuwepo tuwapelekeni ujumbe mikoa yote, maeneo yote, misikiti yote, majumba yote, masoko yote, maduka yote, maofisi yote na viongozi wetu wote, kwa heshima tuishawalika na tunazidi kuwakumbusha na kupeleka ujumbe huu. Kwa hiyo wiki inofuata wa tarehe iliyopangwa inshaallah, sote tuwekeni nia, tuwe tayari, tushafika katika ijitimaa hiyo, insha Allah. Itafanyika Pemba Chake Chake, katika markazi ya Magome, kwa hiyo tuweke nini ya sote inshallah. Tumekubali sote inshallah. Allah atukubali inshallah taala. Kwa hiyo na mimi nashiriki katika dua.